Israel imeshambulia makao makuu ya usalama nchini Iran, Iran pia ikiendelea kurusha makombora yake nchini Israel. Kiongozi wa kiroho wa Iran, Ali Khamenei, naye ameonya Marekani dhidi ya jaribio lolote kushambulia Iran, itajibiwa vikali. Yakijiri hayo, Rais wa Marekani, Donald Trump, ameidhinisha taifa lake kushambulia Iran, lakini haijulikani ni lini Will you strike the Iranian nuclear? Ni lini utashambulia kituo cha nyuklia cha Iran? Ni muda gani bwana rais? Wengi wanaendelea kuuliza, je, rais utashambulia lini? Tuambie tuwe pale. Jamani, hamjui hata kama nitafanya hivyo. Hamjui nitaweza kufanya hivyo au nikose kufanya hivyo. Hakuna anayejua kile nitafanya. Kile naweza sema ni kwamba Iran ipo kwenye matatizo na hawataki mazungumzo na nimekuwa nikijiuliza, mbona hawakufanya mazungumzo nami kabla haya maafa yote hayatokea na uharibifu Mbona hawakukubali mazungumzo nami majuma mawili yaliyopita? Katika hatua nyingine, rais wa Urusi Vladimir Putin amejitolea kumaliza mzozo wa Israel na Iran kwa kuja na mpango wa kuruhusu Tehran kuendelea na mpango wake wa kutengeneza silaha za kitumiki huku hofu za Israel pia zikizingatiwa.